Mlito, mli, mliishi shule baada yeah. ya kutokea ile mizoruba mkaa mmeishi pale shuleni. Kwa hiyo pale mliishi kwa muda gani? labda pale shuleni kwa, kwa sisi pale shuleni kwa sababu tulikuwa shangazi yangu alikuwa ni mtu mbishi mbishi kidogo yeah. kwa hiyo si atakuchukua muda mrefu tukatoka, mm. pale shuleni yani kwamba tulilala siku ya kwanza, mm -hmm. siku ya pili yenyewe tuanetaki kuisha sana tukatoka yeah. pale mm -hmm kama turudi nyumbani tuje tusafishe turudi nyumbani kwetu, sababu shangaza alikuwa apende ile maisha, ambayo si unaelewa ni kwamba sisi tukakaa shule kama wakimbizi, hataki hataki tujitengenezee ile picha ya vile. Lakini serikali sikuwa inawasaidia ndio? Lakini, La. lakini sasikia. okay. hey. mtu na akili yake, mtu kaona kama alikusaidiwa ile, anasema kama anaona vipi yani, basi ikabidi e watumwe ba mkubwa na baba yangu mimi narudi nyumbani kwenda kuangalia mazingira jinsi yalivyo, na mama yangu mimi, wakaenda kaenda, wao ndo kwa kwanza kufika pale kwenda kukwangua lile tope mm, kuweka na mazingira mengine yote sawa, umesema um. kipindi hicho wewe hapo ulikuwa na umri gani unasema? Mm. Eh. Alikuwa sina udogo huo, lakini nilikuwa nafika kwenye miaka 13. Eh. 14. Mm. na nne yani miaka mm. ilikuwepo mia tatu kumi na nne. Sawa sawa, haya, mkarudi sasa kwenye makazi yenu. saka kwenye makazi, makazi yetu pale, tukaanza kuendelea na usafi na vitu vingine vidogo vidogo, na wana japokuwa mm. ya maisha yalikuwa sio mazuri sana kwa sababu wale mm. vitu ambavyo tayari visharibika eh? mm. tukawa kama tukawa tunaunga, tukawa na mchele tayari uko ushakuwa ushapotea, naona bwana Kwaweka, maisha maisha yalikuwa magumu mm -hmm. inabidi tuanze kuishi maisha yali, aje kinini, aje kinini. ila mpaka mwisho wa siku ikafika so, kama vile ilichukua muda kwanza kubadilisha mazingira sababu e, nisemu ambayo isharibika kama ukuta ushabomoka kama nini kama hivi sasa pale azikutafuta fundi aje kulipea kuinua ile fence umeona bwana mm -hmm. Nyumba tayari kwa yani, hadi ukiangalia hadi kwenye ukuta hizo tayari shaji chora, shaji alama zile za maji zile matope yani, alikuwa ameishia wapi chini kote kwenye kudeki deki na nini, yani kwamba mazingira ilituchukua muda kama wiki mbili hivi, yani kusafisha tu mlone ndani kwanza ilituchukua ili, ili, ili kama wiki na siku zake, kama sio wiki mbili na siku zake, ili kuweka mazingira sawa ya pale nyumbani ilichukua yani, ilichukua muda mrefu, hata mwezi ulipita, hata usiku. Am kuogopa tuliogopa, na usiku mvua ilinyesha tena. <laughs> <laughs> kula siku mvua ilinyesha, mvua ilinyesha, lakini ilikuwa sio kama ile iliyokuwa mwanzo. mm -hmm, yaani kwamba tulikuwa sasa tayari sasa tunaelea tension kwamba hii inakuja sasa hii, hapa ni mbio, mbio sasa ndipo ikianza tu Kweli tukivyoanza tu ile mvua tukaanza kutolewa mapema watoto pale ndani. Yeah. Wote juu kule hapo nilikwambia kama juu watu walikuwa wanakaa tuangalia. Ndio. Kwa watu wengi atakwenda kule juu kuna jirani ambaye kule yupo na familia na shangazi. Tukaenda nyumbani kwake kukaa, yeah, pale. Na kwa sababu walishatuona maradhi waliyotukuta. Kwa hiyo mtu hawezi kukataa na hizi kuwasaidia. Saidia. Kwa hiyo tukatobaki moja kwa moja pale. Mm. Ila haikuwa mazala sana. Tukajikuta jioni. Tumerudi nyumbani. Sawa. Tukaendelea kuishi na kuishi. Sasa baadaye baada ya zile purukushani zote kuna siku tukatembelewa hmm. na mawakala wa Red Cross, kama unawafahamu, watutembelea mpaka nyumbani, walikuja walizagaa mtaa mzima bado mm. mazingira yalikuwa vile vile, yani bado ni mazingira ambayo nyumbani kwa, ka kwa, hmm. ni, ni yeah. kwa mtu unakuta kabisa ni kwamba Hatulali godoro, unalia kwenye mkeka chini, unapanga panga manguo manguo sababu godoro lina tope na alijaliza kukauka. Unajua godoro unaweza kukauka mapema eh, hey. Kwa hiyo tukawa tumeyachukua magodoro yote tumeweka sehemu moja, kama kwenye mti hivi, afu unalikanyaga hivi maji maji yale matope unalikumuta. Kwa hiyo tukajikuta wanakuja bado wanakuja katika mazingira yale yale, tukapewa pole pale nini na nini, tukajiandikisha majina nini na nini, tukaambiwa bwana, tutaitwa. Mmm, umeona bwana, tukaambiwa tutaitwa kuna misaada tutakuja, tutapewa mm. Basi sisi tukakubaliana nayo. Kuna watu wengine waliona, basi labda waliona labda ni uzushi au ni vitu gani, lakini kwa watu ambao sisi tuliona ni ina maana, tukajiandikisha. Ambao wajifanya wao wana uwezo sana kuandikisha mtu anajua mimi nipewe misaada si na nini, ka mtu mwingine anakwapendi vile vitu, lakini singi tukajiandikisha mm. sisi tujiandikisha wote mm. Sisi Waswahili bwana, wote yani kuanzia mimi mdogo wangu wote tuonekana. <laughs> Yani kwa kila mtu anataka vile vitu, basi meshi wa siku ikabidi waondoke pale, wakatuacha. Tuacha pale, kapita kama siku kadhaa tu, tukapita na kutangaziwa kabisa, yani tumepita, wamepita, wanatangaza kabisa, wote mnaojiandikisha mnatakiwa muende shule, sijui ya Tandale kama mkua shule unaijua Tandale, Tandale yeah, magharibi yeah, yeah, yeah. Shule aliyosoma Diamond wote yeah, okay. tuka tunaitwa shuleni pale, wengine wakaenda shule zingine, lakini wengi tuka tumeitwa pale Tandale yeah. Wakazi wa Tandale moja kwa moja, sio shuleni kwani ni Tandale pale pale. Mm. Tumetoka tumeenda pale shuleni, pale shuleni, shuleni ndio tukakuta saa hiyo mabango, sababu ukifika tu pale cha kwanza kabisa kabla ya yote nje pale unakuta posters ya ya ya, ya, ya masuala ya misaada misaada na nini, nini mm. na nini. Kwapo tukatumeingia mule ndani. Tukaojiwa mtu vitu ambavyo vimepata hasari, kama mtu ndugu yako labda lifariki au nini na nini, kila mtu akatoa ushirikiano pale. Unaona bwana. Mm. Siku ile ya kwanza tukaambiwa turudi majumbani. Hatukupewa kitu chochote, lakini tulichukua tu maelezo na baadhi ya namba namba za simu na nini na nini. Tuka tumechukua vitu kadha kadhaa tu. Tukarudishwa nyumbani, ila haikupita wiki tena hiyo. Tena hakupita mtu tutangazia hiyo, zilitumwa message sababu tayari namba za simu tukawa tayari tushafanyaje? Kwa hiyo mlitoa namba za simu wakawatumia message kwamba jamani, wale wote waliojiandikisha pale pale, e, tupokuwa siku ile bwana hey. Basi mm. Siku hiyo tulivyoitwa pale tukawa tumetoka tukaelekea mpaka pale shuleni. Fika shuleni pale cha kwanza kabisa kitu ambacho mimi nilikiona pale, ambacho kanifanya nikajua kabisa kwamba leo kuna kitu tunapewa. Mm. Leo nimechora makatuni pale nje. Mm. Pale nje ya shule kuna kama posters zimewekwa kubwa. Mm. Chora katuni kama kashikilia vitu vya msaada labda magodoro manini anakabebelea hivi anapewa. Anapewa. Kwa hiyo tukajua wisa moja kwa moja leo kuna kitu. Kuna msaada. Kuna msaada tunapewa. Ehe. Eh. Kwa hiyo serikali iliwajibika. Mm -hmm. Na misaada mlipewa, kwa hiyo serikali iliwajali kwa kutumia Red Cross kwa msaada mkubwa wa serikali liwatizama kwa macho yake yote mawili na misaada mlipewa. Wale wote mliopata mafuriko mliopata maafa wote mlisaidiwa, hakuna yani, mtu yani, ambaye alikosa kitu yani, kama alikosa mtu na ujeuri wake tu ndiyo, lakini ndiyo, ndiyo, wote tulipata. Lakini katika familia yenu hamkupoteza ha, mtu yoyote? Hakuna at mtu hakuna mtu aliopata kifo, mm, katika familia yetu. Ye, vipi yule ambaye alisema alidondokewa ukuta akavunjika mguu vipi? yule naye sasa hivi anaendelea vizuri, ila yeye yeah. naye ndo alipata tuchangamoto hiyo ya kudondokewa na ukuta. Ni shangazi yangu, kaja mguu kaja, ukapata shida kipindi cha ekaeka, mm. zile za maji, mm. lakini sasa hivi uko sawa kabisa, maisha mengine yanaendelea. Sawa kabisa. Sasa baada ya hapo, naona maisha yanaendelea. Kwa hiyo mpaka leo hii unataka kusema bado mnaishi katika mazingira hayo, katika makazi yenu yani Yani, mpaka kesho tuko pale pale, na ile eneo ambalo limetokea lile tukio hata mm. saizi nikikupeleka, nikikuonyesha, nikwambia hapa ndio lilipotokea lile tukio mm. kwa sababu unaweza ukaona kama nakuongopea basi, ila kwa watu ambao lile tukio liliwakuta waliliona mm. na ambao yani lishawatokea wanajua isaminini mimi naongelea na mpaka ah, sawa kabisa. Niko na bwanadamu hapa akitupa misukosuko iliyotokea katika maeneo ya Tandale. Ni mafuriko ambayo hayajawahi kutokea hata mwaka mmoja, hayo ndio ya kwanza katika Tanzania. Uongo kweli? So, sasa hey, iko siku tutatembelea tule, tukaone nyumba yenu jinsi ilivyovunjika, si ndio? Tutatembelea kwenda kuona. Sawa, huyu ni bwanadamu. Na naona tunahitimisha haya kwa mazungumzo yetu ya leo yaliyogusu maisha, maafa yaliyowakuta binadamu wa Tanzania waliopitiwa na maafa makali ya maji. Hiki ni kipindi pendwa, ni kipindi tulivu. Yoyote labda anaweza akaaswa na maisha ya Adamu aliyopitia lakini sasa hivi Adamu ameshakuwa baba. Sio Adamu yule mwenye miaka kumi na, na minne sasa hivi Adamu ni baba, ana mke na mtoto. Kwa hiyo sasa hivi ameshavuka sana kimaisha, anasema maji hayawezi kwe, tena kwenda pale, si ndio? Uh -huh. <laughs> Asanteni sana watazamaji wa Tiravision TV, tunahitimisha kipindi chetu kiivo na muwaga bwana Adamu, ebu Adamu waage Watanzania. Watanzania, unalipi labda la kuwaambia Watanzania, hususan wale, uh, wale wanaoishi katika kando kando ya maji au kando kando ya mito unawaambia nini? mi cha kuambia kwamba yani wasizarau mm. Yani, mimi ninayeongea hapa hilo swala yani limenikuta kabisa, yani sio kwamba labda tunafanya tu ili mradi tufanye, yani ili swala limenikuta kabisa na nimeshuhudia kwa macho yangu mawili yani kama kuna sehemu tu unajua ni hatarishi kivyo vyote vile mm. ukiachana na maji, yani sehemu yote ambayo unajua sasa hii sehemu ni hatarishi, so salama kwa ajili ya wewe ku, kuishi mm. yani ni bora tu uame hiyo sehemu, sababu yaani matatizo yapo yanatokea, yani kweli, sio uongo eh. Bwanaadamu anasema tusiwe wabishi, serikali ikitangaza kwamba eneo hili halifai au eneo hili hatarishi, basi watanzania tuwe macho, na mtu yoyote akishaambiwa hapa hapafai ni hatari. Kwa hiyo nataka kumwambia kwamba hapafai toka sasa, mbona nyie hamkutoka? Unajua <laughs> sisi, kwa yani niseme sisi wa, sisi sijui wa, wabantu gani sisi bwana hey! Sisi jinsi tulivyo sisi ni hey! Watu ambao tunakuaga atusikie mpaka kitu kitukute. Asante sana asante sana Bwana Adamu. mm -hmm, tunahitimisha kipindi chetu kiivo au vipi? mm -hmm. ila like tutawatembelea Tandale tuje kuona mimi nasikia tu mafuriko mafuriko sijajionea ile live kabisa mm. ila siku yake tutakutembeleeni huko Tandale. Karibu sana katika studio zetu za Tiravision TV. Asante, asante sana mgeni wetu Adamu.